Sii dakika za Yesu Kristo, siku ya kumi na mbili ya majilio, leo ikiwa ni tarehe 11 Disemba mwaka 2025, ndani ya Redio Maria Kenya na Nairobi, sauti ya kikristo nyumbani mwako. Leo e, tunapofika siku ya kumi na mbili ya majilio kanisa linatuita tena kutulia ndani ya kimya cha roho kusikiliza mwangwi wa neno na kuruhusu mioyo yetu ifunguke kwa Kristo Mwokozi wa dunia. Majilio hayako tu kwa kuhesabu siku, ni safari ya kiroho, safari ya kusafisha dhamiri, ni safari ya kutengeneza barabara ya Bwana ndani ya undani wetu ni kipindi cha kuruhusu mwanga wa Masia kutuamsha, kututia nguvu na kutujaza matumaini mapya. Njoo kwetu, Masia. Katika unabii huu mtamu, Isaya anatupaka rangi ya matumaini. Jangwa linachanua kwa maua ya waridi, ardhi iliyokauka inafurika maji na mioyo iliyochoka inapata pumziko. Huu ni ujumbe wa Mungu kwamba hata mahali palipoonekana kufa panaweza kuwa chemchemi ya uhai mpya, vijito vya maji ya uzima. Hakuna umbali usioweza kufikiwa na huruma ya Mungu. Zaburi ya leo ni wimbo wa kutuliza nafsi inatuonyesha uso wa Mungu anayejishughulisha na wanyonge, anayewainua waliodondoka na waliopondeka, anayewasaidia wasio na nguvu. Hapa tunafundishwa kwamba tumaini letu la kweli liko kwa Bwana peke yake, Mungu wa ukweli, Mungu wa rehema na Mungu wa uaminifu wa milele. Mtume Paulo anatualika katika meza ya umoja. Anasisitiza kwamba Kristo alikuja kwa ajili ya wote, kwa walio karibu na kwa walio mbali, kwa Wayahudi na kwa mataifa mengine. Katika Kristo tunaunda familia moja, katika Kristo tunatakiwa kupokeana kwa huruma, na katika Kristo kushirikiana katika tumaini moja linalovuka mipaka yote ya kibinadamu katika sehemu ya Injili yake Bwana wetu Yesu Kristo kama ilivyoandikwa na Mtakatifu Luka, Yesu anajibu swali la Yohane Mbatizaji kwa matendo, si maneno. Vipofu wanaona, viwete wanatembea, masikini wanahubiriwa habari njema. Huu ndiyo uthibitisho wa Masia anayekuja kutubadilisha kutoka ndani kwenda nje. Ni mwaliko wa kutubu, kufungua mioyo na kuona kazi ya Mungu inavyoendelea ulimwenguni. Oh, Bwana utuokoe! Katika siku hii ya kumi na mbili, neno la Mungu linatufundisha kwamba majilio ni safari ya matumaini, na matumaini haya hayakai juu juu yanajipua katika mahali palipokauka ndani ya roho. Ni safari ya kutengeneza njia ya Bwana, kuondoa mawe ya moyoni, magofu ya chuki, vijia vya kinyongo. Na mwisho ni safari ya kuona uso wa Mungu katika jirani, kushiriki huruma ambayo tunajibiwa nayo na Yesu, na kuwa vyombo vya amani na faraja kwa wenzetu wanaoomboleza na walio katika shida. Tunapojisalimisha kwa safari hii, tunatambua polepole pole, kwamba dunia yetu ya ndani inaanza kubadilika, mioyo inapumzika, roho inapewa nguvu, na safari ya imani inakuwa bustani yenye harufu ya amani, nuru na uzima. Tuombe. Katika siku hii ya kumi na mbili ya Majilio tunasimama mbele yako kwa shukurani. Tunakushukuru kwa neno lako linalotupa matumaini, nguvu na mwanga. Tunaomba utusaidie kuondoa vizingiti vya ndani vinavyotuzuia kukupokea. Utufundishe toba ya kweli isiyokuwa ya maneno, bali ya mabadiliko ya moyo. Ujaze roho zetu pumziko na kutuongoza katika barabara ya amani isiyokoma. Mwisho tunakuomba uandae mioyo yetu, ili iwe bustani ya kukaribisha bwana wetu Yesu Kristo anayekuja kwa nuru ya ulimwengu. Yesu Kristo, mwana wa rehema, tembea nasi katika safari hii ya majilio. Roho Mtakatifu, angazia mioyo yetu upendo wa amani. Tunaomba haya kwa njia ya Kristo bwana wetu. Amina. E, hey, Hii imekuwa dakika za Yesu Kristo kupitia hewa safi za Radio Maria, sauti ya Kikristo nyumbani mwako. Nimekuwa wako Shamba wa Shamba. Naomba tuendelee na safari ya neema tukiongozwa na matumaini yaliyojaa mwanga wa Mungu. Nakutakia siku njema oh.